Karibu tena kwenye uchambuzi wetu leo. Aa, tunachimba kwa undani kitu fulani, kitu ambacho pengine umekifanya mara nyingi sana darasani bila hata kufikiria: lile zoezi la pilates la kukunja vidole vya miguu kwenye chuma, footwork wrap the toes. Linaonekana rahisi, lakini tutakufungulia pazia uone sayansi ya ajabu iliyojificha nyuma yake, kuanzia kwenye seli ndogo kabisa ya misuli hadi kwenye ubongo wako na ili tuchimbe hili kwa undani eee, tumezungumza na Caroline Berger de Femynie. Yeye ni mwalimu mahiri na mwanzilishi wa Biopilates Paris. Lengo letu hapa ni kuunganisha nukta, ili uone jinsi kanuni za Pilates zinavyotokana moja kwa moja na jinsi mwili wako unavyofanya kazi. Basi hebu tuanze na swali hili: hivi kwa nini mwalimu wa Pilates anahitaji kuelewa kitu kidogo kama seli, yaani sakomia ili tu akufundishe jinsi ya kunyosha mguu. Hilo ni swali zuri sana, na jibu lake ndilo kiini cha Pilates, akili ya undani. Kuelewa sarcomere ni kama tuseme, fundi wa gari kuelewa injini inavyofanya kazi. Kila harakati, hata ile ndogo ya kukunja kidole, ni matokeo ya mabilioni ya matukio madogo ya kemia na umeme ndani ya misuli. Mwalimu akielewa hili anaweza kukuongoza utumie mwili wako kwa ufanisi wa hali ya juu bila kuchosha bure. Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo unachosema ni kwamba kila agizo la mwalimu kama weka mgongo wako neutral, sio tu wazo zuri, sio wazo tu, ni maagizo ya kiufundi ya kuweka hizi injini ndogo za seli katika nafasi bora kabisa. Hasa, umelipata. Unazipa mazingira bora zaidi ya kufanya kazi. Basi, hebu tuanze safari hiyo. Tuanze na injini yenyewe, tupeleke ndani ya misuli. Sawa kabisa. Injini yenyewe inaitwa sarcomere. Fikiria misuli yako kama kamba kubwa iliyoundwa na maelfu ya nyuzi ndogo sana, okay. Ukichukua uzi mmoja na kuuchunguza kwa hadubini, utaona una sehemu zinazojirudia. Sehemu zinazojirudia kama vile shanga kwenye uzi. E, mfano mzuri na kila shanga hiyo ndio sakomere. Ni kitengo cha msingi kabisa cha mkazo wa misuli. Ndani yake kuna nyuzi za protini aktini, ambayo ni nyembamba na mayosini, ambayo ni nene sawa. Aktini na mayosini, kwa hiyo hizi ni kama sijui kamba na nondo ndogo zinazoteleza na kushikana ili kufupisha misuli. Ni analogia nzuri. Mayosini ina kama vichwa vidogo vinavyojaribu kushika na kuvuta aktini. Lakini mchakato wenyewe una hatua. Kwanza, ishara ya umeme kutoka kwenye ubongo wako inafika kwenye misuli. Ishara hii inasababisha kutolewa kwa kemikali acetylcholine, acetylcholine, e, ni kama mjumbe. Huyu mjumbe anaamsha kutolewa kwa kalsium, yani calcium iliyokuwa imehifadhiwa. Ngoja kidogo. Kwa hiyo kwa msikilizaji wetu jambo muhimu hapa ni kwamba kalisiam ndio kama ufunguo unaofungua kufuli. Hasa umelipata vizuri kabisa. Kalisiam inaungana na protini nyingine ambayo inasogeza kamba nyingine iliyokuwa imefunika sehemu za kushikana kwenye aktini. Ni kama kuondoa kifuniko cha usalama. Kweli kabisa. Mara kifuniko kinapoondoka, vile vichwa vya mayosini vinapata nafasi ya kushikamana na aktini na kuanza kuvuta. Fikiria kama wapiga kasia wengi wadogo wanaovuta kamba kwa pamoja, na kila mpigo unatumia nishati ATP, sivyo? Ndiyo, ATP nishati ya seli, na ndiyo maana tunachoka, kwa sababu hizi njini zinaishiwa na mafuta. Ni sehemu kubwa ya sababu. Mchakato huu unarudiwa mara mabilioni, na jumla ya mivutano yote hii midogo ndiyo inayosababisha harakati kubwa unayoiona kama kunyosha goti. Ajabu sana. Sasa ulisema urefu sahihi wa sarcomere, hii ina maana gani hasa? Unategemea ni vichwa vingapi vya mayosini vinaweza kushika actin kwa wakati mmoja. Ikiwa misuli imenyoshwa kupita kiasi, kwa mfano nyonga yako imeinama mbele sana, sawa, nyuzi zinakuwa mbali sana, vichwa vichache tu ndivyo vinashikana, nguvu inapungua. Na kama imefupishwa sana, kama nimebonyeza mgongo wangu chini, hivyo hivyo nyuzi zinajazana na, na kuzuiana tena, nguvu inapungua. Hiyo ni ajabu! Kumbe mwalimu wangu anaponisahihisha nyonga kwa sentimita moja tu, anachofanya hasa ni kurekebisha mwingiliano wa hizi protini ndogo sana, hasa anajaribu kuweka sarcomere zako kwenye ile sweet spot. Wow. Ndio, ndio maana nafasi ya neutral ni muhimu sana, sio sheria ya urembo, ni sheria ya physics ya mwili wako, ili upate nguvu ya juu kwa nishati kidogo. Sawa, Tumeiona engine lakini nini kinaipa amri engine hii? Hapa tunaingia kwenye eh, mfumo wa neva. Hasa misuli inasubiri maagizo, na maagizo yanatoka kwenye mfumo wa neva. Kila neva moja ya mota pamoja na nyuzi zote za misuli inazoziamrisha tunaita motor unit, kitengo cha mwendo. Na hapa kuna kanuni ya ajabu ya ufanisi inayoitwa sheria ya Henneman. Sheria ya Henneman, eh? Inasema, mfumo wako wa neva ni mchumi sana, hauajiri misuli yote kwa nguvu zote mara moja. Unaanza na vitengo vidogo kwanza, vile vinavyotumia nyuzi za aina ya i ai, nyuzi za utulivu, nyuzi za utulivu kama misuli ya mkao posture. Kweli kabisa, hazichoki haraka. Kisha kadri unavyohitaji nguvu zaidi, unaajiri vitengo vikubwa zaidi vya nyuzi za aina ya tu. Hizi zina nguvu lakini huchoka haraka. Aa, kumbe sasa naelewa. Kwa hiyo sheria ya Henneman ndiyo sayansi nyuma ya kauli ya Pilates ya udhibiti kabla ya nguvu. Ndiyo, inalingana kikamilifu, sio falsafa tu, ni jinsi miili yetu ilivyoumbwa. Tunaanza polepole pole, kwa udhibiti, tukiamsha wale wafanyakazi wa utulivu kwanza kabisa. Na zaidi ya hayo, ubongo wako unadhibiti pia marudio ya ishara za umeme. Marudio ya juu huleta mkazo mkubwa zaidi, lakini yakiwa mengi mno na ya haraka mno, misuli inakakamaa, inapoteza uwezo wa kusogea. Nadhani tumehisi hivyo sote, ule wakati misuli inatetemeka na kukakamaa. Hali hiyo inaitwa tetanization, na upumuaji sahihi unasaidia sana kuzuia hili. Sasa umegusa kitu muhimu sana katika Pilates, upumuaji ni kila kitu. Tuelezee uhusiano huo na neva. Uhusiano ni wa moja kwa moja. Tunafundisha upumwaji wa mbavu, hasa kurefusha muda wa kutoa pumzi. Unapofanya hivyo, unaamsha neva muhimu sana inayoitwa inayoitwa Vagus nerve. Vagus nerve. Hii ni kama breki kuu cool ya mfumo wako, inapunguza mapigo ya moyo, inashusha presha na inatuma ishara ya tulia kwenye ubongo. Hii inazuia zile ishara za haraka zinazosababisha misuli kukakamaa. Kwa hiyo upumuaji sahihi ni kama zana ya kurekebisha mfumo wako wa neva kabisa, unajipa utulivu kutoka ndani. Na kuna athari ya kimakanika pia? Kimakanika, ndiyo. Unapovuta pumzi diaphragm yako inashuka, hii inanyosha kidogo misuli ya tumbo ile ya ndani inayoitwa transverse. Sasa unapotoa pumzi, misuli hiyo ambayo tayari imenyoshwa kidogo inaweza kukazika kwa nguvu na ufanisi zaidi. Kumbe ni kanuni ile ile ya sakomea, unaiweka kwenye urefu wake bora kabla ya kuiomba ifanye kazi. Umepata? Sasa naelewa kwa nini walimu wanasisitiza kutoa pumzi wakati wa sehemu ngumu ya zoezi. Sio tu kuhusu kupumua, ni kuhusu kuongeza nguvu. Na nini kinatokea tunapobana pumzi? Watu wengi hufanya hivyo. Unapobana pumzi, kila kitu kinaharibika. Diaphragm inakwama, kifua kinajifunga, utulivu wa nyonga unapotea, na zile nyuzi za utulivu aina ya ai zinachoka haraka sana. Mwili unalazimika kutumia misuli isiyo sahihi kama ya shingo na mabega kufidia. Unapata uchovu na maumivu bila faida halisi hasa. Sawa, hebu sasa turudi kwenye zoezi letu la mazo Tumesahau kuhusu miguu yetu. Nini kinaendelea kwenye musili midogo ya wayo? Aa, misuli hiyo midogo ni mashujaa wasioimbwa. misuli kama flexor digitorum brevis ndiyo inayotengeneza tao la mguu wako. Wao ni walinzi wako wa wima, wanasawazisha mgandamizo kila sekunde. Katika zoezi hili wanafanyaje kazi? Wanafanya kazi kwa kukaza bila kubadilika urefu, yaani mkazo wa isometric. Kwa nini mkazo huu wa isometric ni muhimu sana hapa? Kwa sababu shughuli hii ndogo inatuma taarifa nyingi sana za hisia za mwili zinazoitwa proprioception kwenda moja kwa moja kwenye ubongo wako, proprioception. hilo ni neno kubwa, ni kama vile unavyoweza kugusa pua yako ukiwa umefumba macho. Hiyo ndiyo analojia kamili kabisa, ni hisia ya sita ya mwili wako ya kujijua ulivyo angani kwa hiyo unapokunja vidole vyako wayo wako, unatuma ujumbe kwa ubongo: hapa ndipo nipo, niko imara. Na hii inaunda kitu gani? Inaunda mzunguko wa hisia na mwendo, sensory motor loop. mguu unaupa ubongo taarifa na ubongo unasahihisha amri zake kwa misuli ya miguu, nyonga na mgongo. Unasema mguu wangu unazungumza na ubongo wangu kila wakati, ni kama eh wanatumiana meseji za WhatsApp hasa. Mguu unasema tuko sawa huku chini, na ubongo unajibu sawa basi, endelea kunyosha goti kwa utulivu. Hilo ni jambo la ajabu. Sasa hebu tuunganishe nukta. Haya yote yanahusianaje na zile kanuni sita za Pilates? Zinaungana ya kikamilifu. Sasa utaona kila kanuni ni matumizi ya moja kwa moja ya fiziolojia. Kwanza, upumuaji tumeona ni chombo cha kudhibiti mfumo wa neva, sawa? Pili, mpangilio wa nyonga, hii inahakikisha sakomere za misuli yako ya msingi zina urefu sahihi ili zifanye kazi kwa ufanisi, kweli? Tatu, kifua, kuweka mbavu zako mahali pake kunaipa idaframu uhuru wa kusogea. Ah, nimekuelewa. Kwa hiyo mwalimu anaposema weka mbavu zako, anachomaanisha hasa ni ipe injini yako hewa ya kutosha hasa. Halafu nne, mabega kuyaweka imara kunazuia matumizi ya nishati isiyo ya lazima kwenye misuli mikubwa ya shingo. Tunafuata sheria ya Henneman sawasawa. sawa. Tano, kichwa na shingo ili njia za neva ziwe wazi, na sita, mpangilio wa miguu ambayo ndiyo inayoanzisha mazungumzo yote. Sasa kila kitu kina mantiki, lakini vipi kuhusu uhamisho wa kazi je? Yeah, hili zoezi linawezaje kubadilisha jinsi ninavyotembea nikitoka hapa? Hilo ndilo lengo kuu. Unapofanya zoezi hili, unaufundisha ubongo wako mchoro mpya na bora wa mwendo. Matembezi yako yanakuwa imara zaidi, unapata udhibiti bora wa goti unaposhuka ngazi. Kwa hiyo ninaweza kupunguzwa maumivu ya goti? Kabisa, mwili wako unakariri mchoro mpya wenye ufanisi. Na hii ina manufaa gani mengine kiafya? Manufaa makubwa inasaidia watu wenye majeraha, maumivu sugu ya mgongo, na hasa wazee. Kwa kuamsha tena proprioception, inasaidia kuzuia kuanguka. Hilo ni jambo muhimu sana. Muhimu mno. Hebu turudi kwenye mashine kwa sekunde. Kuna ule wakati mgumu zaidi, angalau kwangu, wakati wa kurudi. Gari la reforma linarudi polepole pole. Nini kinatokea hapo? Huo ni wakati wa kipekee na muhimu sana, unaitwa mkazo wa eccentric. Hapa sakomera haifupiki, inarefuka taratibu, huku ikiwa bado imejaa mvutano. Vile vichwa vya mayosini vinapinga kutengana. Kwa hiyo ni kama kushusha ndoo nzito kwenye kisima taratibu, badala ya kuiachia ianguke. Misuli inafanya kazi ya breki. Analojia kamili. Na kazi hiyo ya breki ina faida kubwa ajabu. Utafiti unaonyesha mkazo huu wa eccentric ni bora mara tatu zaidi kwa kuchochea ujenzi wa misuli. Mara tatu zaidi. E, unaongeza idadi ya sarcomera na mitochondria, na unaimarisha misuli bila kuumiza viungo. Ni njia salama na yenye nguvu kabisa. Basi, mwishowe, watu wengi huchanganya kati ya nguvu na usahihi. Wanafikiri kusukuma kwa nguvu ndiyo lengo. Unawaambia nini? Ninawaambia kwamba katika Pilates nguvu ya kweli hutokana na usahihi. Sako mia haidangani, inafuata sheria za fizika. Misuli sahihi ni ile inayofanya kazi kwa urefu wake sahihi na kwa kasi sahihi. Lengo si kusukuma, bali ni kuhisi, ni kuelewa yale mazungumzo kati ya ubongo na mwili. Kwa hiyo usahihi ni nguvu isiyo na vurugu. Tumefanya safari ya ajabu kweli. Tulianza na zoezi rahisi la kukunja vidole na tukasafiri hadi ndani kabisa ya seli zako. Tumeona jinsi kanuni za Pilates zilivyotafsiri ya moja kwa moja ya fiziolojia. Haya si mazoezi tu, ni mazungumzo ya kina kati ya akili na mwili, na wazo la kukumbuka ni hili: unajua kwamba kila harakati unaoifanya kwa udhibiti ni ushindi wa mfumo wako wa neva. Ni mfumo wako wa neva unaoratibu mabilioni ya matukio madogo kwa utulivu na ufanisi, sio tu nguvu ya misuli. Na tunakuacha na wazo hili la mwisho la kutafakari. Baada ya kuelewa haya yote, fikiria hili. Je, ufahamu huu wa kina wa kine kinachotokea ndani ya misuli yako unawezaje kubadilisha sio tu jinsi unavyofanya mazoezi, bali jinsi unavyotembea, unavyokaa au hata jinsi unavyopumua katika kila dakika ya maisha yako?